Huenda kwa sababu una hela unakuwa unaamini kwamba vitu fulani sio vya kwako, maisha fulani sio ya kwako. Ukisikia wanaongelea vitu fulani ambavyo ni vya kifahari, unajijua kwamba hapo sio upande wako. Ukisikia wanaongelea kuhusiana na safari za ndege, kwamba au uwezi kuwa katika maisha yote. Hela sio kitu isipokuwa ni nia na malengo ya kuwa nacho. Lakini amini kwamba usitie unaongea chochote kile cha kifahari au kizuri, amini kwamba ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo amini kwamba kila kitu kizuri cha kwako, upamanie uwe nacho katika maisha yako. Badili mtazamo na waka ule uliozaliwa kwa.